Greenland du waliponufaika kuishi mwisho wa dunia mara ya kwanza, hawakujua hatari halisi ilikuwa bado haijaanza. Baada ya dunia kuharibiwa na vipande vya kometi, familia ya Garrity walifanikiwa kuishi ndani ya bunker ya Greenland, lakini filamu hii inaanza pale matumaini yanapogeuka kuwa hofu mpya. Miaka imepita hewa ya juu ya dunia imeanza kupona, lakini ardhi ya juu imejaa vurugu, magenge na watu waliopoteza utu wao John Garrity sasa si baba tu, bali ni kiongozi wa kundi dogo la manusura. Tatizo linaanza pale wanapogundua kuwa bunkers zinaanza kushindwa kufanya kazi. Chakula kinapungua, oksijeni inaisha, na serikali zilizokuwa kimya zinaanza kurudi kwa nguvu za kijeshi. Familia inalazimika kutoka nje kwenye dunia iliyojaa uharibifu, sio ili kuishi tu, bali kupigania haki ya kizazi kijacho. Greenland du sio kuhusu maangamizi ya anga tena, ni kuhusu maangamizi ya maadili ya binadamu. Swali kuu linabaki. Je, mwisho wa dunia ni anga au ni mioyo ya watu? Walimwita Good Boy, lakini hawakujua alikuwa silaha iliyofichwa. Good Boy inaanza kama hadithi ya kawaida ya mvulana mtulivu mwenye nidhamu anayeheshimika na kila mtu, lakini nyuma ya tabasamu lake kuna historia ya giza. Alilelewa katika mfumo mkali uliomfundisha utiifu bila huruma, adhabu bila swali. Kadri simulizi linavyoendelea, tunagundua kuwa huyu Good Boy aliwahi kuwa sehemu ya mpango wa siri wa serikali, watoto waliundwa kisaikolojia kuwa wakamilifu, watiifu na hatari sana. Anapojaribu kuishi maisha ya kawaida, kumbukumbu -kumbu zake zinaanza kumrudia. Watu waliomuumiza zamani wanarudi sasa. Analazimika kuchagua, aendelee kuwa yule mvulana mwema jamii inamtaka, au ageuke kuwa mtu halisi, hata kama itamaanisha damu kumwagika. Hii ni filamu ya kisaikolojia inayouliza swali gumu: je, kuwa mtu mwema ni chaguo au ni kifungo? Fire and Ash. Pandora haikuwa salama tena, moto ulikuwa unakuja. Baada ya maji ya Pandora, sasa hadithi inatupeleka kwenye kabila la moto na majivu. Navi waliotengwa, wenye hasira, na waliopoteza imani na Eiwa. Jake Sully na familia yake wanakabiliwa na tishio jipya, si tu kutoka kwa wanadamu, bali kutoka kwa Navi wenzao. Kabila hili linaamini Eiwa aliwaacha. Wanatumia moto, kitu kilichokuwa marufuku Pandora. Moto unaunguza misitu, na majivu yanafunika anga. Vita hii siyo tena kati ya binadamu na Navi, bali imani dhidi ya maumivu. Mtoto wa Jake analazimika kufanya uamuzi mgumu, kuchagua njia ya amani au kujiunga na hasira ya moto. Avatar Fire and Ash ni filamu yenye uzito wa kihisia, ikionyesha kuwa hata katika dunia ya ajabu, migogoro ya kiroho ni ileile ya kibinadamu. The Family Plan 2. Hook aliacha maisha ya mawaji, lakini maisha hayakuacha yeye. Baada ya kufichuliwa kuwa alikuwa assassin wa zamani, Dan Morgan alijaribu kuishi maisha ya kawaida na familia yake, lakini sehemu ya pili inaanza pale mtoto wake wa kiume anapotekwa na ujumbe mmoja unatolewa wazi: rudi kazini au mpoteze kila kitu. Safari hii familia nzima inajua ukweli. Mke wake sio tena mtazamaji, analazimika kushiriki. Safari yao inageuka kuwa ya kimataifa, wakikimbizwa na mashirika ya siri, huku wakijifunza kuwa familia sio damu tu, bali ni ulinzi wa pamoja. The Family Plan do inachanganya action kali, ucheshi na hisia za wazazi walioko tayari kufanya chochote kuwalinda watoto wao. Karate Kid Legends. Kila kizazi kina mapambano yake, ni heshima hubaki ile, ubaki ile. Karate Kid Legends inaunganisha vizazi viwili, Daniel LaRusso na Mr. Han wanakutana kuokoa kijana mpya aliyepoteza mwelekeo baada ya kifo cha baba yake. Kijana huyu ana hasira, anajilaumu na anataka kulipiza kisasi badala ya mapigano tu, mafunzo yanakuwa ya ndani: nidhamu, subira na kukubali maumivu. Lakini adui wao ni mkubwa zaidi: mfumo wa mashindano uliogeuzwa biashara, unaotumia vijana kama bidhaa. Katika pambano la mwisho, sio kuhusu kushinda medali, bali kuthibitisha kuwa karate ni njia ya maisha, si silaha ya chuki.